Ameahidi kushughulikia changamoto ya mtandao wa barabara kwa kuhakikisha zinajengwa barabara za mitaa ili kurahisisha shughuli mbalimbali za kiuchumi jimboni humo. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika katika kata ya Msigani Kibamba, jijini Dar es Salaam, Kairuki ameahidi pia kuboresha miundombinu ya elimu ikiwa ni pamoja na ujenzi wa shule mpya. Ameahidi kushughulikia changamoto ya mtandao wa barabara kwa kuhakikisha zinajengwa barabara za mitaa ili kurahisisha shughuli mbalimbali za kiuchumi jimboni humo. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika katika kata ya Msigani Kibamba jijini Dar es Salaam, Kairuki ameahidi pia kuboresha miundombinu ya elimu ikiwa ni pamoja na ujenzi wa shule mpya. Tutashughulika na barabara ya kwa Yusufu kwa kiwango cha lami na ile ya Msigani kwa upande wa magengeni kwa Msuguri tutaijenga kwa kiwango cha zege lakini barabara ya 60 tutajenga kalvati katika maeneo mawili korofi katika barabara hiyo. Lakini kwa upande wa barabara ya Santa Nemeri tutaijenga kwa kiwango cha zege. Tunajua hatua hizi tunazozichukua zitapunguza kwa kiasi kikubwa kero ya barabara, zitasaidia sana kuwahudumia watumizi mbalimbali wa barabara zetu na vyombo vya usafirishaji na kuweza kuwaondolea kabisa mtaa wetu wa kwa Yusufu. Najua hakuna shule, najua wananchi, najuwa wa, wa Yusufu wamekuwa kitegemea shule ya Msigani uongo kweli? Tutapambana kuhakikisha tunaongeza idadi ya shule zetu za msingi na sekondari kwa kata yetu ya Msigani. Najua vilevile hakuna zahanati katika mtaa kwa Yusufu. Najua pia iko changamoto ya kivuko cha shule ya msingi ya Msigani na watoto wetu wamekuwa wakihangaika sana wanapoenda kupata huduma za shule. Najua vile vile kipo changamoto ya kibuko cha tewe katika mtaa wa Yusufu, lakini najua mnayo changamoto ya ubovu wa barabara za ndani. Najua mnayo changamoto ya urasimishaji wa ardhi, na yeye pia tutaweza kupambana. Tukizungumzia upatikanaji wa maji safi na salama mitaa yote ina maji. Chama cha Mapinduzi ni chama pinduzi, chenye dhamira njema na wananchi wa Tanzania, wakiwemo wananchi wa kata hii ya Msigani. Kama tungekuwa hatuna amani, hata hizi kampeni kukaa kwa kutulivu, tunafanya kampeni isingewezekana, lakini kwa kuwa nchi yetu ina amani, ndiyo maana tuko kwenye mikutano ya kampeni kila unapopita ndani ya Tanzania hii ni mikutano inaendelea ipo, na utulivu na tunafanya mikutano kwa raha zetu. Tuwapuuze wale ambao amani ya Tanzania inawauma na kuwachoma.